Kuishi neno la Mungu, anataka tuwe hodari. Tumisha Mungu Yoshua, katika kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Maandiko anatwambia kwamba uangalie kutenda sawa sawa, uone ndani na moyo wako usikia mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa katika kila nilichokuamuru. Unachokisoma katika neno hili mchana usiku, angalia kutenda sawa sawa ulichokisikia na kukiona katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libalikiwe. Hallelujah kanisa la Bwana. Sasa watu wadali ni watu ni watu wa, nari, ni watu wa, nari, ni watu wa Aenda sawa sawa na neno la Mungu. Angalia kile kitabu cha Zaburi ile sura ya 103. Kitabu cha Zaburi sura ya 103 na ule mstari wa 20. Zaburi 103 na ule mstari wa 20. Zaburi ya 103 mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi. Mhimidini Bwana, enyi malaika zake. Ninyi mlio hodari, hebu sema ninyi mlio hodari. Ninyi mlio hodari. Mtendao neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walio waliodari katika Bwana ni wale wanaolitenda neno la nani? Aliyodari maana yake ni mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadri ambavyo analisikia neno la Mungu, kadri ambavyo analishika neno la Mungu, maandiko yanasema kwamba unavyotembea katika neno hilo, neno la Mungu lenyewe ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema neno la Mungu ni mbegu. Maana yake mbegu na kuipanda ndani ya katika ardhi, maana yake haitegemei tena uisupport wa Mungu nyingine, bali inatoka yenyewe

Wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu, kila mtu hujiingiza kwa nguvu kwenda katika neno la Mungu, kudiishi neno la Mungu. Maanaake alisikia neno ni la Mungu linahubiriwa, hata kama ni gumu kiasi gani kwenye moyo wako, hata kama ni gumu kiasi gani kwenye mazingira yako, lakini ile nguvu itakufanya ufanye mambo mwenye ndani yako tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile nguvu itakufanya tena Yesu anapokuja saa hii utakuwa tayari kunyakuliwa na wala hautaona shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Hautaona shaka yoyote ndani ya moyo wako. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Angalia nguvu ya tatu ambayo anazungumza